Akiongea baada ya kupokea madaktari bingwa wa Samia ambao wameweka kambi siku sita, ambayo imeanza tarehe 26 hadi 31 Mei 2025 katika mkoa wa Ruvuma ambao anatoa huduma za afya bure. Mkuu ele asongea Mheshimiwa Wilmani Kapenja Mandile amesema nchi ya Tanzania imepiga hatua kubwa katika sekta ya afya, hali inawavutia hata wananchi wa nchi za jirani, Malawi na Msumbiji, ambao wanakuja nchini kutafuta huduma bora za kiafya katika hospitali zake. Angalia kwa mfano hospitali ya Peramiho kwa mfano, au hospitali yetu ya rufaa hapa ya mkoa ya Songea. Utakuta wanaotibiwa pale sio wa Tanzania peke yake wapo wagonjwa kutoka Msumbiji, wapo wagonjwa kutoka Malawi, na hii inaonyesha ni jinsi gani nchi hii hmm, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilivyopiga hatua kubwa sana katika sekta ya afya ukilinganisha na wenzetu. Hatuna Mtanzania anayejaribu kutafuta usafiri hapa kutoka Songea eti akatibiwe kaskazini mwa Msumbiji au mtanzania anayepanda boti aende Malawi kwenda kutibiwa, lakini wao wanakuja huku na sisi tunapenda hiyo kwa sababu tunavuka nje ya mipaka. Huduma ya afya ya Tanzania imepiga hatua kiasi cha kuvuka nje ya mipaka ya nchi yetu. Kwa niaba ya chama cha mapinduzi, tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, raisi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa kazi kubwa anazozifanya kwa taifa letu na hasa hasa katika eh, sekta hii ya afya. Kwa kweli kwa mkoa wetu wa Ruvuma, sekta ya afya tumepiga hatua sana katika miundombinu kama na majengo, lakini na vifaa tiba vinapatikana kwa wingi. Lakini tunamshukuru pia kwa ajili ya hii kambi ambayo ni mara ya tatu sasa, mwaka wa tatu tunaendelea kupatikana katika, katika mkoa wetu Akitoa salamu za wizara afisa wa idara ya afya ya uzazi mama na mtoto, Bi Grace Maliki amesema huduma hizo za madaktari bingwa wa Dkt Samia zimeletwa si karibu na wananchi kwa gharama nafuu, ili kuwapunguzia adha ya kufuata huduma hizo mbali na maeneo ambayo anaishi. Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan kupitia madaktari wake bingwa na bingwa bobezi pamoja na wakunga bingwa na wakunga bobezi ameona tena ni vyema kuleta huduma hii kwa mara nyingine ya tatu katika mkoa wetu wa Ruvuma kwa ajili ya kusogeza huduma za kibingwa na huduma bobezi karibu na wananchi kwenye maeneo yao ya wanayotoka. Huduma hizi zimeletwa karibu na wananchi kwa gharama nafuu, ili kuwapunguzia wananchi adha ya kwenda kufuata huduma hizi. Kwa upande wao baadhi ya madaktari bingwa wa Samia wamesema kambi ya madaktari yao ni muhimu sana kwa wananchi, kwa kuwa serikali imeboresha kwa kiasi kikubwa wa miundombinu ya afya, hivyo ni nafasi ya wa wananchi kutumia fursa ya uwepo wa madaktari hao kwenda kupata matibabu bure. Zoezi hili lina umuhimu mkubwa sana kwa wananchi, kwa sababu ni kweli kwamba serikali yetu ya awamu ya sita imeboresha sana kwenye habari ya miundombinu kwa, kwa, kwa upande wa almashauri pamoja na kwenye vituo vya afya, lakini pia imejitahidi kwenye kuajiri wataalamu katika hizo hizo hizo ngazi mbalimbali mbali. Sasa kuna huduma nyingi za kibingwa ambazo huwa zinatolewa katika level ya hospitali pengine za mikoa au hospitali za kanda au hospitali za taifa ambazo hama, hama, hawa wataalamu hawa madaktari bingwa wako huko. Sasa wanapokuja katika ngazi hizi wanasaidia, kwamba wananchi wote wanaopatikana katika eneo hilo katika ngazi ya halmashauri au hata katika ngazi ya vituo vya afya waweze kupata huduma hizo za kibingwa ambazo wangelazimika kuanza kutoka hapa kwenda katika uh, hizo hatua za, za mikoa kwa ajili kwenda kwa matibabu. Kiukweli ni kwamba uh, kadiri ya uh, siku zinavyoenda au miaka inavyoenda, magonjwa yasiyoambukiza katika mazingira yetu yalikuwa yanaonekana yapo katika kiwango kidogo lakini kadiri miaka inavyokwenda imeonekana kwamba tatizo la magonjwa yasiyoambukiza including magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya kisukari yanaongezeka katika maeneo yetu, na hayachagui kwamba ni magonjwa ya watu wa mjini tu au magonjwa ya watu ambao wana hali ya chini ya kimaisha, lakini inahusisha kila mtu katika jamii. Kwa hiyo changamoto hiyo ipo na uh, tunashukuru kwamba sasa hivi tumekuwa na wataalamu madaktari bingwa katika sehemu mbalimbali including mimi pia ambao tunaweza kutibu wale wagonjwa ambao wanapatikana kulingana na hiyo changamoto inayoongezeka. Kutoka Songea mkoani Ruvuma, Newton Endenda.